Karibu katika kipindi chetu cha leo kinachozungumzia magonjwa ya figo pamoja na dalili zake pamoja na baadhi ya matibabu yake. Ungana nami tangu mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Figo ni kiungo muhimu katika mwili wa binadamu kiungo hichi hukamilishwa na pati mbalimbali ndani yake. Hata hivyo, figo hufanya kazi kwa kushirikiana na baadhi ya viungo, kwa mfano moyo. Hivyo basi, umuhimu wa figo hudhihirishwa kupitia kazi zake ambazo ni kuchuja taka mwili, kurekebisha kiwango cha kemikali charge ambazo kitaram tunaita electrolyte kurekebisha kiwango cha maji, kurekebisha kiwango cha tindikali mwili ambazo kitaalamu tunaita acidic and basic pH. Pia katika figo tuna tezi inayotoa kemikali tofauti ambazo zinafanya kazi nyingi za kuimarisha afya zetu. Vilevile figo hufanya kazi ya kuzalisha kemikali inayotoa chembe nyekundu za damu ambazo kitaalam tunaita erythropoietin hormone. Sasa basi, kupitia maisha yetu ya kila siku figo imekuwa ikipata changamoto mbalimbali mbali. Ijapokuwa changamoto nyingine za figo watu huzaliwa nazo, lakini changamoto kubwa zilizoonekana au tunaweza tukasema magonjwa makubwa ya figo yaliyoonekana ni katika aina mbili: aina ya muda mfupi na aina ya muda mrefu. Aina ya muda mfupi kitaram tunaita acute kidney injury, na aina ya muda mrefu kitaram tunaita chronic kidney injury. Aina ya muda mfupi tunaweza tukasema ni reversible, kama mtu atawahi matibabu, figo yake hurudi katika hali ya kawaida na hata kuwa na complication nyingine au tuseme, matatizo ya kudumu ya figo lakini aina ya muda mrefu matibabu yake pia huwa yanakuwa ni ya muda mrefu. Kuna sababu mbalimbali zinazopelekea figo kupata changamoto. Sababu mojawapo ni kuwepo kwa ongezeko kubwa la magonjwa yasiyoambukiza na kutokuwa na ufuatiliaji mzuri wa magonjwa hayo, aidha katika matumizi ya dawa au katika kuonwa na wataalamu mfano wa magonjwa hayo ni shinikizo la damu, kisukari pamoja na magonjwa ya moyo. Sababu nyingine inayopelekea figo kupata changamoto ni kutokuwa na utaratibu wa kunywa maji vizuri kwa muda mrefu. Nikisema vizuri, namaanisha kiwango cha maji cha kutosha kwa mtu mzima, ambayo inaenda kuanzia lita mbili mpaka lita tatu kwa siku, ijapokuwa inategemea na uzito. Pia kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanapelekea figo kupata changamoto kama vile magonjwa ambayo ya mlipuko, tunaweza tukasema kwamba magonjwa ya kipindupindu ambayo mtu hupoteza maji mengi kwa njia ya kutapika na kuhara, au kupoteza maji kwa wingi kwa njia ya kupata ajali ya moto au kupata ajali ambayo itahusisha upotevu wa damu nyingi pasipo kupata matibabu ya haraka. Sababu nyingine inayopelekea figo kupata changamoto ni matumizi ya dawa mbalimbali mbali pasipo ushauri wa wataalamu. Imeonekana sana dawa za maumivu pamoja na dawa za kienyeji. Watu wengi hutumia dawa hizi pasipo ushauri wa wataalamu. Mara nyingi dalili za figo au dalili za kuonyesha figo imepata changamoto huwa sio dalili za mapema na hata hivyo dalili nyingi za kwanza huwa haziwi za moja kwa moja, lakini dalili kubwa kabisa huwa ni kupungua kwa mkojo ukilinganisha na kiwango cha vimiminika ulivyotumia katika siku nzima. Dalili nyingine ni kuvimba mwili pamoja na kushindwa kupumua. Dalili nyingine pia ni kuwashwa kwa ngozi pia na kukauka, ngozi hukauka sana hata kama tapaka mafuta lakini inaonekana kama imebabuka na inawasha sana. Hata hivyo pia, huonyesha dalili ya kuchoka mara kwa mara, kwa sababu nilisema katika kazi za figo hutengeneza chembe nyekundu za damu ambazo huzalisha damu. Kwa hiyo, mara nyingi wagonjwa au watu waliopata changamoto ya figo huwa na kasumba ya kupungukiwa damu. Matibabu ya figo mara nyingi hutegemea na hali ya mgonjwa. Kuna matibabu ya muda mfupi na matibabu ya muda mrefu. Matibabu ya muda mfupi ni ile hali ya aina ya muda mfupi, matibabu haya yanaweza yakahusisha pia usafishaji wa damu ambao kitaalamu tunaita dialysis, na mgonjwa akarudi kuendelea na maisha yake ya kila siku, lakini matibabu ya muda mrefu tutayapa ubora kusema kwamba ni matibabu endapo mgonjwa atapata upandikizaji wa figo, lakini nje na hapo, itakuwa ni kusapoti maisha ya mgonjwa kwa njia ya kusafisha damu pamoja na kutoa dawa mbalimbali kama vile tibarishe, kumwelekeza mgonjwa namna ya kula na vyakula atakavyotakiwa atumie na asivyotakiwa avitumie na pia kuna dawa nyingine za hospitali, mfano kama mgonjwa wa figo, lakini ana shida ya pressure au ana shida ya moyo au ana shida ya sukari, hizo dawa zote pia zitakuwa sambamba na dawa nyingine. Pia kumpa ushauri mzuri mgonjwa wa kuja kuwaona wataalamu pia na kuwashauri jamii kufanya check-up ya mara kwa mara, hata kama hana shida ya figo lakini awe na shida ya presha, sukari, magonjwa ya moyo, angalau mara mbili au mara moja kwa mwaka kwenda kupima figo. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho wa kipindi hichi. Mwisho wa kipindi hichi ni mwanzo wa vipindi vijavyo. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike pia kubonyeza alama ya kengele. Ili upate notification katika chaneli yetu ya Royal Polyclinic. Karibu na asanteni.